Tatu, mbili, moja! Makofi mengine mengi tafadhali. Nitasoma maandishi anavyosomika: mradi wa uzalishaji wa hewa tiba ya oksijeni Hospitali ya Wilaya ya Lushoto imezinduliwa na Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii leo tarehe kumi na saba ya mwezi wa pili Mwaka elfu mbili na ishirini na sita tumpigie makofi mengine mingi sana, mheshimiwa waziri mkuu. Kwa ufupi sana na kwa uchache sana, nipende kumshukuru mheshimiwa Raisi pamoja na wewe, ambao kwa kazi kubwa kwa kipindi cha toka ishirini na moja hadi leo imefanyika kwenye jimbo hili la Lushoto. Moja ya vitu vilivyofanyika mheshimiwa waziri mkuu tulipata hapa kwa kipindi hiki shilingi bilioni tano kwa ajili ya shughuli za afya ikiwepo huu mtambo uliouzindua leo. Tumepata vituo vya afya maeneo mbalimbali mbali, zahanati maeneo mbalimbali mbali, lakini na mtambo huu uliouzindua leo hapa. Nilikuwa nakueleza pale Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mtambo ule unazalisha oksijeni mimi mwaka elfu mbili na ishirini, tarehe kwanzia tarehe ishirini na nane nililazwa pale Benjamin Mkapa. Ile mitungi niliyokuambia ya lita hamsini, kuna ya hamsini na ya kumi na tano, ya kilo hamsini na kilo kumi na tano, mimi nimenyonya mitungi ile sabini na tatu juzi hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe kumi na moja mwezi wa tisa nilitoka kwenye chumba isiuu, ndogo hapa kale kamtungi ka kilo kumi na tano kaliwekwa kwenye ambulance kakanitoa hapa kunipeleka Muhimbili. Visinge kuwepo hivyo, ingewezekana ningekata maisha. Kwa hiyo umekuja kufanya jambo kubwa sana kwa wana Lushoto hawa ambalo leo wanamwakilishi huyu hapa ambaye ni msaidizi wako, tumeweza kusaidia watoto njiti ambao wakawa ndo wahusika wakubwa na wahitaji wakubwa wa hewa hiyo tiba ya oksijeni. Pia wamama wajawazito, pia wakawa wanahitaji sana hewa hiyo tiba. Kwa hiyo, kwa msaada huu ambao tumesaidiwa na serikali ya awamu ya sita, tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa kutuletea mtambo huu, kwani tatizo la oksijeni kwa sasa tunaweza kusema kwamba limeweza kumalizika. nimekuja hapa hospitali ya wilaya ya Lushoto kujifungua, nashukuru Mungu nilijifungua vizuri, na mtoto aliona kwenye kifaa cha inkubeta ambacho kinatumia hewa ya oksijeni, sasa hivi ipo salama na ninaye hapa. Namshukuru mama Samia kwa kuchangia vifaa hivi vinavyozalisha hewa tiba kipindi ambapo oksijeni haipo hizo mashine hazipo, kiukweli kwa tunapoteza watoto wengi. Lakini kwa namna hii, tangia walivyoweka hiyo oksijeni pale, hatujawahi kupungukiwa oksijeni, hatujawahi kukosa au namna yote ya kuweza kumhudumia mtoto. Watoto wanakuja hapa, wana hali mbaya, na wanapata huduma stahiki, wanapona kwa wakati, wanarudi kwa mama zao, kwa sababu tusipomwezesha mara moja kumwekea oksijeni kutokana na uchanga wao, mapafu yale nakuta bado hayana uwezo wa kuweza kupumua wenyewe. Kwa hiyo tunaweka ile oksijeni, tunatumia sipapu, yanawawezesha yale mapafu kuweza kupewa nguvu ya kuweza kutanuka na kurudi. Kwa hiyo hivyo, inamsaidia mtoto, anaweza kupata nafuu kwa mapema tukitumia oksijeni, na wanaruhusiwa mapema.